Sana, nawashukuru sana sana sana. Nilipata ya taarifa ya shughuli yenu, niliambiwa kwamba leo mtakuwa mna kikao kikubwa sana na kwamba katika kikao chenu kuna kupeana tuzo na kwamba na mimi mmenitunukia tuzo Nilikuwa nipige mapema sana kuwashukuru, lakini nilikuwa na shughuli zingine uhum, lakini nafurahi kwamba nimewahi kabla shughuli yenu haijavunjika haija. Nakushukuru sana mheshimiwa. Kwa hiyo nashukuru sana sana kina mama wa kanda ya Ziwa na mikoa ya magharibi kwa kunifikiria, kunipa tuzo mimi. Nawashukuru kwamba mmenipa ushirikiano mkubwa sana na nikaweza kama mama kuyafanya yale ambayo tumeweza kuyafanya kwenye maji, kwenye elimu, kwenye afya, kwenye umeme na mengineyo. Mimi nawashukuru sana kina mama kwa utulivu wenu na kunipa nguvu Amina. Kwa hiyo mimi naishukuru tena kwa tunzo na niwatakie kila la heri Amina. Ahadi yangu kwenu, sitawaangusha Nitajitahidi kuwatumikia e, nitajitahidi kuwatumikia kadri Mungu atakavyoniwezesha. Amina. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na niwatakie kila laheri, na mmalize vizuri na Mungu awabariki. Wa akina mama oye, Tanzania oye! Asanteni sana, asanteni sana Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante, asante, nashukuru na mimi na Mwenyezi Mungu akubariki sana Mheshimiwa Rais. Amina, amina, nanyi pia. Asante, asante.